Roma Mkatoliki alikuwa mbele ya muda bwana. Nimechukua muda wangu na kwenda kuisikiliza ngoma ambayo inajulikana kama 2030 ambayo iliachika tarehe moja Novemba mwaka 2013, miaka kama 12 iliyopita. Sasa kwenye ngoma hii hapa bwana, kuna mistari ambayo sasa hivi inajitokeza na kwenye utawala wa Rais Samia. Na nimepitia kuna mstari ambao Roma anasema na kam trela mtoto mdogo kabisa, miaka 20 21, kama sijakosea bwana, alipigwa risasi na polisi na akafariki dunia. Sasa mama aliwahuzunisha wengi sana kwa namna ambapo alikuwa ama sema kwamba tenda unapeana kindugu mwanangu kuwa uyaone, ehe. Na hapa bwana alikuwa ameweka picha ya rais Samia na mtoto wake ambaye alikata kama Wanu Hafidh Ameir pamoja na mume wake, hao wawili bwana wamepewa, uh, kazi kwenye, uh, se, uh serikali ya sasa hivi, ehe, kama mawaziri na manaibu waziri pia. Lakini pia tukizungumzia tenda kupeana kindugu, tunaona tena kwa upande wa pili mtoto wa Jakaya Mrisho Kikwete naye pia akapewa wizara katika ofisi ya rais. Sasa hapo ndio inanipa picha ya kitu ambacho Roma alisha kisema nyuma kwamba tenda unapeana kindugu, sasa inabidi sasa ukuwe na wewe pia uyaone. Lakini pia kuna mstari kwenye 2030 ambaye anasema kwamba Wazanzibari haoni thamani ya huu muungano, na sasa hivi maswala ya Zanzibari na Tanganyika ndio yameibuka kwa kasi sana wengi ambao wanasema kwamba hawataka tena huu muungano uwepo. Wengi wanahisi kabisa kwamba Wazanzibari wanachukulia poa kabisa huu muungano wa Tanganyika na Zanzibar, kiasi kwamba wanataka waikandamize Tanganyika bila kujua kabisa kwamba Watanganyika na wenyewe pia wana nafasi kubwa kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa, swala la Wazanzibari kosa kuiona thamani ya huu muungano pia imejitokeza kipindi hiki na ni kitu ambacho Roma kikiimba miaka 12 iliyopita kwenye wimbo wa 2030. Jakane Benja, sasa Mrisho uh, hapa uh, tunamzungumzia Jakaya Mrisho ambaye alikuwa rais uh, awa, awamu ya ngapi, kabla ya JPM si ndio? Sasa alikuwa ni mmoja kati ya marais ambao pia alikuwa na vitu ambavyo Watanzania pia walikuwa vipendi sana. Sasa ilifikia hatua bana uchafu wake, yani vitu ambavyo alikuwa anavifanya vilifanya mpaka Benjamin Mkapa hayati pia na kuonekana kwamba ni msafi sana. Yani uh, kwa, kwa lugha ya rakaraka, Roma alikuwa anajaribu kusema kwamba Mkapa ndiye alikuwa mbaya, yani alikuwa sio haya alikuwa na mapungufu yake, lakini ya Mrisho naye akawa mapungufu mengi sana kiasi kwamba ya Mkapa naye akaanza kuonekana kwamba kwa alikuwa ni msafi, sijui naendelea vizuri, lakini pia kuna msari ambaye anasema kwamba usisadiki magazeti, waandishi wengi kajanja bana. Sasa hapa nadhani kwamba unakiona kwa hiki ambacho kilitokea kwenye maandamano ya Oktoba 29, waandishi wote wa habari Tanzania hawakuangazia, uh, vifo ambavyo vilijitokeza hawakuangazia matako ambayo vijana walikuwa wanajaribu kuyapeperusha. Zaidi zaidi walikuwa wanaangazia tu swala la uharibifu ambao ulifanyika kutokana na maandamano, au kuangazia chochote ambacho kilikuwa kina fever mwananchi ambaye aliathirika pakubwa, sijui naelewa vizuri. Ndio maana Roma alisema kwamba yeye hasadiki magazeti kabisa, maana waandishi wengi ni kama hivyo, lakini pia kuna sehemu ma sema kwamba majibu ya postmortem kashanunua wakili na hakimu kapewa kiwanja Kimara apige kifuli, sijui unanielewa vizuri. Sasa hapa ni masuala ya kuhongana bana, yaani serikali inafanya mauaji, lakini kwenye postmortem wakili ana kama ananu, ananunua ehe, majibu hayo, kiasi kwamba akienda sasa kuitetea serikali kwenye mahakama unapata kabisa kwamba serikali inaonekana kabisa kwamba huyu mtu hajafa kwenye mikono ya serikali. Na baada ya hapo, si anapewa kiwanja kule Kimara, yeye anapiga kufuli kabisa, sha faidi hicho ambacho walikuwa wamekusudia. Lakini pia kuna mstari ambao Roma anasema kwamba dola wa uh, kwenye mstari anasema kwamba dola anayenunua uh, kesi anapewa kapuku na mpole kama ngamia mbele ya hakimu wa Kisutu maskini. Baada ya kusema hivyo alikuwa picha ya Nifa kabisa kwamba kuna wale ambao kweli wamesababisha kosa ambalo tutasema ni ni uhaini uhaini kweli. Lakini sasa sasa, ukionekana kuwa kapuku, una influence yote una, uh, ukubwa wote, basi wanaamua kupa we kesi kesi hiyo. Sasa mtu kama Nifa, bana alikuwa kaida kauli kauli zake tu mbili tatu hivi ambazo ni kauli ambazo za kurekebishwa, wamempa na kesi na ya uhaini. Kuna vijana zaidi ya 721 hivi ambao walikamatwa Mwanza, Mbeya na na Arusha pia Dar es Salaam ambao wamesha apewa kesi pia ya uhaini wakati. Ni vijana wa mtaani tu wasokuwa na maisha mazuri vile. Si unajua sasa wanasema kwamba wenye kesi za uhaini kweli wamewekwa pembeni lakini sasa unapata vijana na makapuku ndio wanapewa kesi hizo. Nenda kaisikiliza tena nyimbo ya 2030, nyimbo kiharakati sana ya Roma Mkatoliki ilachika tarehe moja Novemba mwaka 2013 takriban kama miaka 12 iliyopita. Ngoma inajulikana kama 2030 mzee. Ehe, ukisikiliza hiyo ngoma nadhani kwamba utakuja kutafakari vizuri kile ambacho kinafanyika kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amin. Ni kwamba